Hakuna khair kwa asiye swali, hakuna mafanikio kwa asiye swali. Alafu wewe unataka ufungukiwe dunia yako, unataka kazi, unataka furaha, unataka saada, utaipata wapi wewe, ikiwa wewe siku yako inaanza kwa kumuasi Mwenyezi Mungu katika madhambi makubwa, khususan katika madhambi ya sala. Mmoja katika mayahudi Golda Meir, ambaye alikuwa ni waziri wa zamani wa Israeli na Mwenyezi Mungu amlipe anayostahili kulipiwa. Huyu waziri alifikishiwa habari kwamba unajua hawa waislamu watakuja kuwamalizeni nyinyi kabla ya kiyama kusimama. Golda Mahira akasema naam, najua kwamba ipo maandishi hata katika vitabu vyetu kwamba hawa waislamu watakuja kutumaliza sisi na watakuwa ni washindi katika ardhi hii hiyo, najua kabisa. Lakini waislamu hao sio hawa sasa hivi. Akaulizwa, umejuaje kwamba hawa si waislamu hao? Akasema, waislamu watakayowashinda wayahudi ni wale ambao watapatikana katika sala alfajiri kama wanavyopatikana katika salatul jumaa. Hao ndio watakuja kuwaondoa wayahudi hao, watakuja kuwashinda wayahudi. Ama hawa wengine hawa, hawa hawatoweza